Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na jambo ambalo limetokea siku ya jana. Moja kati ya vitu ambavyo vimewafurahisha watu wengi sana jana jioni. Huyu hapa si mwingine bali ni mheshimiwa Mavunde. E, bwana huyu ni mheshimiwa Mavunde amefanya jambo ambalo kiukweli limewafurahisha watu wengi sana e, huko mitandaoni. Ilikuwa ni siku ya birthday ya Harmonize Konde Boy akiwa amefikisha umri wa miaka thelathini na moja ambapo mheshimiwa Mavunde bwana ameshow love kwa Harmonize kwa kuposti hii video akiwa yuko na Harmonize jukwani wakiwa wanaimba moja kati ya track ambazo zilifanya vizuri sana hapa Tanzania, moja kati kati ya ya inspirational songs, kama tunavyofahamu kwamba Harmonize ni moja kati ya wasanii wakali sana kwenye upande wa kuimba nyimbo za namna hiyo ya inspirational songs. Kwa hiyo moja kwa moja ni kwamba ali hii ngoma bwana alishawahi kuperform na, na huyu mbunge mheshimiwa Mavunde jukwani, na kitu ambacho kiliwa surprise na kuwafurahisha watu wengi sana ni kwamba mheshimiwa Mavunde, mheshimiwa Mavunde ana uwezo kuimba hii nyimbo yote yani, ameikariri yote. He never give up. Umeona, eh, moja kati ya bonge moja la ngoma ambalo Harmonize ameshaikuitoa. So, Mheshimiwa bwana ameposti video ya kumwishi happy birthday Harmonize, lakini akaposti video hiyo akiwa ameposti video ambayo alikuwa anaimba na Harmonize jukwaani na Mheshimiwa alikuwa akiimba huo wimbo mwanzo mwisho mbele ya Harmonize, jambo ambalo limewafurahisha watu wengi sana na peji nyingi tu zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari. Kwa mfano, hapa kuna peji ameandika kwamba ikiwa siku ya jana ni kumbukumbu kumbu ya kuzaliwa kwa star wa mziki nchini, Harmonize na kupitia ukurasa wa Instagram wa Mheshimiwa Anthony Mavunde ambaye ni waziri wa madini na mbunge wa Dodoma mjini ameshare video akimpongeza msanii huyo huku akiwa, ni, huku ikiwa ni video ikimwonyesha akiimba pamoja na msanii huyo huyo nyimbo ya never give up. Mheshimiwa Mavunde ameshare ameonyesha vizuri kwenye amenyoosha vizuri kabisa kwenye ngoma hiyo. Hapa subiri, hapa tusubiri remix tu, umeona bwana. Lakini pia akaandika hapa ujumbe kwamba heri huyu mheshimiwa sasa alipo post, akaandika hapa katika caption kwamba heri ya kumbukumbu ya siku ya kuzaliwa ndugu yangu Konde Boy, Mwenyezi Mungu akujalie heri na baraka tele katika maisha yako, na akamtagi kabisa Harmonize.